Tunapozungumzia mirija ya uzazi kuziba, hiki ndio huwa tunamaanisha. Mirija huwa ipo mbili, kuna mrija wa kushoto, kuna mrija wa kulia. Sasa mirija ya uzazi inapofunga eh, inapoziba ina maana kwamba ovari inapozalisha yai linatoka kwenye ovari, linapita kwenye mirija ili kuja kukutana na mbegu za kiume ambazo zinaingia kwenye uke wa mwanamke na kusafiri kwenda kuzitafuta yai. Kwa hiyo kama mirija imefunga ina maana kwamba mbegu za kiume zitakapotoka huku kwenye uke wa mwanamke kusafiri, zinaweza kufika mahala ambapo mirija imefunga haziwezi kupita. Ndio maana wanawake wengi ambao mirija imeziba hawawezi kupata ujauzito kawaida, labda kufanya IVF. Tuna matibabu ya kawaida ambayo unaweza ukatumia dozi ndani ya mwezi mmoja ikasaidia kuzibua mirija yako ya uzazi moja kwa moja na ukaweza kubeba ujauzito. Na kushauri wewe mwanamke, kama ukiona unaanza kutoka na uchafu sehemu za asili, harufu, miwasho, fangasi za mara kwa mara, hizo huo ni sababu kubwa ambazo zinaweza kupelekea mirija ya uzazi kujaa majimaji, maji au uchafu na kuziba, hali ambayo inapelekea infertility ama ugumba kwa maana ya mwanamke kushindwa kupata ujauzito uja.